Mfano muuza chakula yani mama ntilie, yaani kuona amekula chakula chake alichokipika yeye. <laughs> umemwekea dau gani, au shilingi ngapi? Ni anaweza akapika chakula alichokipika yeye akauzia wateja na as asile chakula hicho alichowapikia wateja, akaja akapika chakula kingine, chakula cha kwake ambacho siko tofauti cha wateja ndio anachokula yani, na muuza duka hivyo hivyo yani, anaweza akatoa hela akanunua soda kwenye duka lingine, lakini asitoe soda kwenye duka lake. Na wafanya biashara Endelea kupambana. <laughs> En, na hii nahii ni msimu Mwaga. Nasubiri.